Nabii wa Mungu, kwanza napenda kumshukuru Mungu kabla ya mambo yote. Napenda kuambia kanisa la Mungu Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na tangu asubuhi naumia sana kwa sababu aa, mimi nina wiki ya tatu katika hii huduma ya soja meja na nimependezewa sana kwa sababu nimepita kwingi na nimeumia, lakini nimekuja hapa nikiwa sina amani na cha ajabu ni kwamba nilipokuja hapa. Uh, mtumishi amekuwa akibariki watakatifu akiwa akiwaona na kuwabariki, lakini kilichonibariki zaidi aliponituma kuhamasisha watu na nikaa naumia kwamba mbona mimi anioni, mbona anibariki. Nikasema Mungu, naomba Jumapili iliyopita alipokuwa anabariki watu, nikasema Mungu, nitaondoka nabii kama hajaniona, najua iko siku ataniona, lakini na mimi nitakwenda kufanya kitu. Nabii hajaniona lakini, naomba Mungu, kifuniko nilichofunikwa nionekane na watu, naomba Mungu, mtu nisiyemfahamu anipe na mimi baraka. Kweli ilitokea uh, katikati ya wiki Biashara yangu imesimama miezi mitatu, nauza kokoto, naokota chupa hizi za kuokota kwa wale waokota makopo. Mimi nimeokota makopo na kabla hapo nilikuwa mama mchungaji, nikafiwa na mume wangu, nikajikuta baada ya maisha kuwa magumu, nikaingia kwenye eh, okota ulikuwa mama makopo. mchungaji Ndiyo, baba Ulikuwa mama mchungaji? Nilikuwa mama mchungaji Arusha. Sasa hivi unaokota makopo? Naokota makopo, ni mwaka wa 20 naokota makopo baba yangu, naokota makopo. Naokota makopo, maisha yalikuwa Mume wako na... alikuwa anaongoza kanisa gani? tulikuwa kwenye huduma moja ya kanisa la Full Gospel. Full Gospel hii hapa. Yes, ni story ndefu baba nabii, ni story ndefu yani. Mumeo kafa? Kafa. alikuwa na alikuwa mchungaji wa kanisa, alikuwa mwangalizi wa wilaya, wilaya Simanjiro, Orkesumet, alikuwa anaangalia wilaya yote, mwangalizi wa wilaya na makanisa shida. Alafu wewe sasa hivi ndio unaokota makopo. na hapa nina watu ambao nimekuja nika toka pale niliambiwa niondoke, nikaondoka, nikafungua huduma nyumbani, nikaona mimi mwenyewe na vifungo, nikapata watu 40 ndani ya mwezi mmoja, nikafunga huduma tena, lakini wale watu wakawa wananisumbua sana, mtumishi, usifunge huduma hata kama unampitia. Siwezi kuendesha nikasema na Mungu, alafu hela sina, nateseka. Mungu ninayekweli, lakini hela sina, nateseka na dharaulika, sithaminiwi. Nikaingia kwenye kazi ya kukokota makopo. Sasa nimemkuta baba mchungaji na watoto wawili, mimi na mmoja. Sasa hivi watoto wake wamekuwa wakubwa, nimeteseka, nimewasomesha lakini nimeteseka, nime, mno baba lakina... kwa hiyo kichwa cha habari tunaandika mama mchungaji anaokota eh, naokota makopi, makopo, siogopi kusema. Mpaka sasa hivi naokota makopo baba, mpaka leo, mpaka dakika hii niko Kawe na watu wakawe wako hapa, nimewaalika wanaonifahamu. Nina mama watu wakawe ambao mnamjua, hii mama anaokota makopo, hebu simame mama, alafu naomba usimame dada. Wako wapi wanaomjua mjua? Njooni, njooni, kimbia mnaomjua kwamba ni mama mchungaji na anaokota makopo, kimbieni! Oh Jesus! Eh? Maiki moja iende pale, wanayesu asifiwe watu wa Maiki ile pale eh, baba. Yeah, unamfahamu yule mama? Yaani, vizuri kabisa. Namfahamu kabisa, kazi yake, anapoishi maisha yake yote, miaka yote anapomtumikia Mungu. Namfahamu na, na sisi tulikuwa pamoja naye na kazi yake kubwa ni hiyo, kuokota machupa, kubonda kokoto, ndio maisha yake. Kwa hiyo Kosa kwa sasa hivi yeye ni mtu wa kuokota makopo. Yaani ashindi nyumbani anashinda pale kawe na masela kazi yake ni kuokota makopo. Tena ni mama mchungaji amemtumikia Mungu kwa viwango vya juu, lakini imekufikia mahala mpaka sometimes tunamwambia kabisa sasa ifike mahala ubadilike usimame na Mungu ili sisi tukufuatilie wewe. Kwa hiyo hata ujio wa huku sisi baada ya kumuona yeye anakuja huku tunamwambia ukitulia na sisi tunakufuata. Unaona, kwa hiyo hali yake ndio hiyo, hata umemwona, kwa kweli mtumishi wa Mungu umsaidie, mama anapitia changamoto kubwa sana. Kaka, na wewe unamfahamu yule mama? Unaitwa nani? Namfahamu. Nani? Salvatore Virgilio Mwikola. Na umewahi kuhubiriwa na yule mama? Mama una wewe mwenyewe ni mtumishi ni miaka yote anaokota makopo na hana aibu. Hata akiziangalia hizi chupa anazitamani kweli, yaani hizi chupa za humu ndani anazitamani sana sana. Hana, mase, mateja wote wanamfahamu hapa mjini kwa eh, hiyo, kwa hiyo, dada dada, naona mfahamu. Leta mike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Deodata. Huyo mama ni kweli anaokota makopo na ninamfahamu, na tuko ofisi moja. Na wewe unaokota makopo? Mimi ninapika chakula, afu yeye anaokota makopo. Ndio mama. Bwana Yesu asifiwe, amina. Huyo mama anamfahamu, hiyo kazi anaofanya na mimi naifanya. Na wewe unaokota makopo, mume wako yuko wapi? Mama, kwa ukiokota makopo kwa siku unaingiza shilingi ngapi? Uh, kwa sasa hivi tukiokota kwa sababu makopo, wakotaji wamekuwa ni wengi kidogo. Zamani ilikuwa afadhali, tunauza kilo mia tano mpaka mia sita sasa hivi kuna kipindi napanda nakushu, ikipanda mpaka mia sita haikae sana, inateremka mpaka mia tatu hamsini kwa mfano kipindi cha korona tumeuza kwa mia na hamsini Kwa hiyo mara nyingi tukipeleka, kuna zile ambazo zinachaguliwa, kwa mfano chupa za moa zinunuliwe na za Azam ni nyeusi, za rangi zinanunuliwa nyeupe. Kwa hiyo ukipeleka hata kama mzigo ni mkubwa, unakuta mzigo mkubwa ukienda kupima kama ni kilo kumi pointi tisa, zile pointi ya wakupi unapima hizo, hizo, hizo kilo kumi. Wana, wanakupa bei ya kilo kumi lakini unakuta saa sang, nyingine wale wa mzani wanachezea mzani. Mwanzo nilikuwa napeleka kiwandani, kadri wao walivyoongezeka kuokota kwa wingi, waokotaji wakawa wengi, kopo zikawa chache, kwa hiyo tunazitafuta kwa shida kwa, yu, kwa siku unaingiza shilingi ngapi? Kwa, kwa siku naweza nikaingiza shilingi elfu tano elfu nne elfu tatu kwa siku kwa siku, na nakata bata kimanga na kwenda kawe kila siku, na nauli yangu tu peke yake ni shilingi elfu arobaini na tano kwa mwezi, na siko peke yangu, niko na kijana wangu ambaye wa ndiye mtoto wa mchungaji. Kijana wangu wa kwanza anaitwa Mwaminifu. Na yeye unaokota naye makopo. Yule katika nilia alianza kuokota makopo kwa sababu alisoma mpaka form 4 akafeli. Baadaye akanambia, bibi mkubwa akaanza kuvuta bangi nikaomba, baadaye Mungu akamsaidia akaacha bangi. Akaanza kuokota makopo lakini baadaye aka akaokota aka, makopo baadaye akaacha akawa naokota mbolea ya ng'ombe. Pale kawa kuna ng'ombe ng'ombe akawa anaokota yale mavi ya ng'ombe anaokota kwa toroli, anaokota baadaye akapata tukapata shida sana pale tulipo mwenyewe nao kana tufukuza. Nikamwomba Mungu. Kwa nini umeshindwa kuongoza kanisa? Ah, nilipokuja kwa ajili ya matatizo ni, mat, ni historia ndefu baba. Niliporudi mwenye a, kiongozi wa ile huduma aliniambia hana mkataba na wajane niondoke, ili niuma mno maana nilikaa zaidi ya miaka kumi na tatu pale na ndio huduma ilionituma. Nikasema sasa nienda wapi? Na wewe ni baba akaniambia, a mimi sikae na wajane, mtoto akishaondoka kwa babake kwenda kuolewa ameondoka. Kwa hiyo nikatoka nikaanza kuhangaika kwenye makanisa mengine, ili niuma mno kwao, walikuondoa madhabahu, aliniambia niondoke, hana mkataba na wajane hawana mkataba na wajane, hawana mkataba na wajane, baba. Maisha yalikuwa ni magumu mno, baadaye akanipokea mtumishi mmoja wa Mungu ambaye ametangulia mbele za haki, mama yetu Mama Rokatare. Baadaye nikamwambia mchungaji, nimekuja kanisani kwako, niombee nife, sitaji kuishi kama mchungaji amekufa mimi, na thamani gani? Na ameniachia watoto watatu wa kwake, wadogo wawili na wa kwangu nanyonyesha, ameniacha mzazi, ili niumiza mno. Akaniambia, msiombeage watu kufa, nitakuombea uishi na hapo, hapo nikawa nimetolewa kwenye nyumba nilikuwa na ambayo mume wangu ameniachia nyumba. Ambayo ulikuwa unaishi na mumeo, mlikuwa mmepangishiwa na kanisa au? nimemkuta amejenga, ilikuwa haijaisha, na alipokufa aliniachia haijaisha hivyo hivyo, na kanisa alikusaidia kumaliza kuijengea kuijenga sana. alikuwa ilipoondoka kwenda kwenye huduma, akasema uzeni nyumba, hamwezi kufanya huduma huku mnategemea nyumba huku, itawasumbua baba. Akasema hapana, nyumba ikae kwa ajili ya watoto, kama alikiona kifo chake mbele kaniambia siuze nyumba, ni mali ya watoto. Kweli alipokufa imenisaidia sana na watoto, ingawa ilileta shida. Nikatoka kwenye nyumba miaka mitano baadaye. Mtumishi aliyeondoka duniani, umesema mume wako alikuwa anaongoza ya... makanisa ya wilaya nzima, alikuwa na makanisa chini, ni mwangalizi wa makanisa ambaye alikuwa ishirini na tatu. Alikuwa ni mwangalizi wa wilaya, wilaya nzima. Eh, alikuwa chini ya skopu. Halafu baada ya kufa Niliambiwa nirudishe kila kitu cha Mdiano kanisa. Ndio nikaambiwa rudishe kila kitu. Kila kitu muhuri, baiskeli, viwanja, kila kitu. Hata kiwanja alichokuwa amekiandikisha kwa, kwa jina lake kama mchungaji nilikirudisha, sikutaka kung'ang'ania. Kila kitu nilikabidhi kwa kanisa nikabaki kama nilivyo, nikarudi na kitoto changu na hao watoto wake nikaja kumkuta hapa. Kufika, ikaleta ikaleta shida sana kwa ndugu kwamba labda nimemaliza mimi mume wangu nije kuishi kwenye nyumba. Ikaleta shida tena. Leo ta... unahitaji Mungu akufanyie nini? Nahitaji Mungu anisaidie nipate mtaji wa biashara baba. Biashara gani? Nina kokoto pale nazoziuza pamoja na mbolea. Mtoto anauza mbolea, kwa hiyo mpaka sasa hivi Mungu amemsaidia wa mtoto wangu, aokoti wa tena ile ya ng'ombe, anakatakata hizi kumbi, nayo ni mbolea, anauza ananunua magari kwa gari sasa hivi. biashara unayofanya wewe unamtaji mtaji wa gani? biashara yangu nilianza na lakitatu na elfu, leo hii umebaki na kiasi gani? Kwa sababu ndio hiyo hiyo ya kula ndio hiyo na nauli na gawana na mtoto kwake ikikata na mpunguzia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyoongea juzi hapa nyumba ilikuwa inanisumbua inavuja nikatumia kama laki mbili na themanini kwa hiyo nimebakiwa na elfu hamsini tu kama balance. Nimeezeka nyumba kwa hela ambayo kidogo ilikuwa ndani kama laki mbili na themanini. Kwa hiyo nyumba yako haijamalizika kuwezekwa. Ni jana nime ni, mafundi wangu wawili ni hao hapo Salvatore pamoja na Anton. Na hata jana walipofanya wafanya kunisaidia tusikuwamalizia hela ya yao ya ufundi lakini walinisaidia jana upande nyumba baadu yake bado inahitaji nini yule mama? Uh, nyumba kwa nyumba bado inahitaji marekebisho. Kwa bahati tayari kuna finishing za rangi na finishing nyingi za ndani, kwa ujumla imeshapiga ripu, uh, ripu ya zamani sana ya miaka mingi sana. Kwa hiyo kwa kifupi, kama haina ripu kama lipo hey. Chumba chake choo, uh, vyoo viko vya nje navyo havina hali ya kawaida yani. Kama bwana afya akipita, kwa kweli si hali njema. Msaidizi wa askofu wa wilaya, hey. Yaani mke wa mwangalizi wa makanisa ya wilaya nzima hey, sawa kabisa. Leo anaokota makopo hey, sawa. Miaka yote toka mume afya, mama kao leo, ukipata laki tatu na nusu unaendeleza hizo biashara zako nita, kwa sababu pale ndani mtumishi, nikuambia ukweli, baada ya kubanwa sana wale watoto wa, tulishindikana watoto ni shida, na ni shida nilisambaratishwa na wale watoto. Wakajibu ujajibu swali. Kwa hiyo niko nao nimeweka wapangaji kama wawili watatu. Ujajibu swali, ndio baba, ukipata laki tatu na nusu utaendeleza biashara unayoisema hiyo ya kuokota? Hapana, nitawekeza huku kwenye mbolea na hizo kokoto, maana zinanilipa. Na pale pana biashara kwenye kokoto ujajibu swali, katika biashara ulizo nazo, ndio. Ukipata laki tatu na nusu uliosema, ndio itafanya biashara yako uendelee nayo vizuri? Ndio baba, na utafanya kazi ya Mungu kabisa. Na hata hivyo nimefanya, ndio maana tangu utoe tangazo la kualika watu hakuna jumapili nimeingia, sikuleta mtu, na niliwaambia watendakazi hao, wamesema, mtumishi, utakapokaa hatutoki, ndio makazi tumefika. Kwa hiyo hata mimi hapa baba sikufichi, nimefika nimefika baba, maana umeuponya moyo wangu. Nishaichukia kazi ya Mungu kabisa, nikaona watumishi ni wabaya, kazi ni mbaya. Lakini tangu umeanza kunifundisha naona kufungu, nasikia wepesi kwenye moyo sana, nasikia nguvu ya kufanya kazi kwa upya. Na ndio maana wamenisikia, wamenifuata. Sikuwalazimisha, nimewaomba, twendeni. Wakasema twendeni, mkamwone nabii wa ajabu, ameniambia mambo yangu. Jamani, nimepata amani, ananifariji. Wamenifuata. Mnamfahamu vizuri yule mama? sana, kabisa, sana. Eh, tena mimi na kafiwa mume, eh, kabisa na kafukuzwa kwenye kanisa uh, nendeni pale alipo. Au mama, sogea hapa, karibu hapa, sogea hapa. Unajua, unaweza ukawa mke wa mchungaji afu umerogwa eh? <laughs> mnanielewa vizuri eh? Unaweza ukawa mke wa mchungaji na umerogwa, na unaweza ukawa mchungaji umerogwa. Huyu mama tatizo ni moja tu, tatizo ni moja tu si, si mnamwona? Amefunika vizuri kitambaa, na mimi simfahamu, leo ndo namuona huyu. Hata kesho akiolewa na mwanaume mwingine, yule mwanaume asipomwache huyo mwanaume anakufa. Shida ni moja tu huyo aliharibiwa na mtu ambaye alikuwa huyu anamwita shangazi. <tos> <tos> na kitu alichofanyiwa huyu kiko hapa kwenye kichwa hapa hivi. Kwa hiyo wamama, wamama wa huduma, hebu wa njooni mumtoe kitambaa na, na, na, na, na, washirika wake waangalie kitu alichofanyiwa hapa. Kwa hiyo sasa hivi hata- hata akiolewa na mwanaume mwingine, huyo mwanaume anakufa. Vinginevyo mwanaume amwache, njoni mumwangalie. <laughs> Mungu Baba <laughs> <mwachi>. <laughs> Simnaona simka mchungaji eh? Sasa kama mke wa mchungaji anayeshinda madhabahuni kalogwa. Wewe unayeshinda hata Biblia unamaliza mwezi bila kuisoma uko salama au hauko salama? Naomba washirika wake ndio muonyeshe, watu watuambie wameona nini ambacho mke wa mchungaji amelogwa hapa, lakini aliyemharibu ni mtu ambaye huyu mke wa mchungaji anamuita shangazi. Kamwaribu akiwa na miaka kumi na nne. Haya, nipeni majibu. Mmeshaona au bado, eh? Naomba na, na na wasaidizi wake na wasemi mmeona au bado, umeziona meona? Meona, eh? Tumeona. Haya, wewe alikuwa nastari kwenye kanisa kubwa, lakini pamoja na kustari kwenye kanisa kubwa, mume ni mwangalizi wa wilaya nzima, bado wamemloga na mpaka leo bado amelogwa wako na watu wengi tu wako madhabahuni, lakini wamerogwa. <laughs> Sasa mama, kwa kuwa umekuwa ni mke wa mtumishi wa Mungu, tena mume wako akiongoza wilaya nzima, kwa heshima ya marehemu Nakupa nakupa hii laki tano. Mm. Unasema nini mama yangu? Mungu <laughs> akupe maisha marefu baba, wasaidie wanyonge na walioachwa Waliosaulika, hata Stefano waliambiwa angali watu waliosaulika katika kanisa. Mungu akukumbuka kwenye ufalme wako. Na kuahidi siku nitakazo kuapa kanisani, nitafanya kazi ya kuleta watu, hata kama utaniona. Na nitawaleta kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na wawaji wabarikiwe, watulia wanaudi wapate kutulizwa kama mimi. Mungu akubariki kwa upendo wako. Sio kila mtumishi ana moyo kama wako wako. Unawenye pesa nyingi ya wakuniona wakufanya hivyo ulivyo nifanyia. Umenifungua na bado nibariki naamini, umenipa sio laki tano, umenipa umenipa zaidi ya laki tano. Baba, itazama mabiashara itazaa mafanikio, itanifanikisha. Sasa mafundi, huyu ni mke wa aliyekuwa mtumishi wa Mungu. Nendeni mnipigie mahesabu, chumba chake kijengwe, kiwekwe choo ndani Kiweko tiles, kiweko ceiling board. Asante, asante na sawa. Jumapili mnikabidhi hapa gharama nikijenge chumba chake <laughs> alafu ntaimalizia nyumba yote. inachukua muda gani hiyo kazi? kuniletea mtafanya tathmini baada ya muda gani? Taarifa nafikiri baada ya siku. Baada ya siku mbili, okay. Mtakuwa mmeniletea taarifa, okay, sawa. Haya, njoo nimchukue nauli ya kutoka huko kuja hapa, msije mkasema nabii tulikosa nauli, naombe elfu ishirini hapo ya maisha mema. Mwifanye hii kazi kwa uaminifu. Mtumikieni sana Mungu. Hamtakuja kuona aibu maishani kwenu. Amen. Nendeni na amani.